Yes. Uharigani, mwanafamilia wa Mwaki Sports, karibu sana katika kuangazia zile habari za kimichezo ambazo zimemeki headline lakini pia zile ambazo pengine haujapata nafasi ya kuzisikia. Cha muhimu ni wewe kubonyeza neno subscribe chini video hii kisha bonyeza alama ya kengele ili usipite na zile updates kali ambazo tunaziweka hapa kila siku. Kubwa zaidi ni kuangazia yale ambayo yanaendelea katika klabu ya soka ya Yanga, ambapo tunaarifiwa leo hii bwana afisa habari wa klabu hiyo Kamwe ameweza kutoka hadharani na kutoa kodi ya ujio wa kocha mpya, na hii inakuja baada ya klabu hiyo ya soka ya Yanga kutam, kutimilisha ama kukamilisha mchakato wa kuachana na kocha wake mkuu Romain Folz ambaye amedumu kwa takriban mwezi mmoja tu tangu ajiunge na klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans, baada ya kuhudumia ama kusimamia michezo mitano ya ligi kuu moja, lakini pia mchezo nga wa jamii moja, pamoja na michezo ya kimataifa ambapo ni mchezo wa raundi ya kwanza wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, ambapo katika michezo hiyo mitano, michezo minne yote ameweza kushinda, lakini mchezo mmoja wa ligi kuu Tanzania Bara NBC Premier League dhidi ya Prisons waliweza uh, uh, kutoa sare, kwa hiyo kitendo ambacho wa kiliwafanya mashabiki waanze kupanik na kuimba hawamtaki kocha huyo. Sasa baada ya siku kadhaa kupita, leo hii tunaarifiwa tayari Young Africans wame, uh, wamekamilisha mchakato mzima wa kumleta kocha mpya. Sasa ni kocha gani ambaye anajiunga na, na klabu hiyo ya mabingwa wa kihistoria wakihistoria wa ligi kuu Tanzania Bara NBC Premier League tunarishiwa kuna majina mawili ambayo ndiyo yamepewa uzito uzito mkubwa sana, ambapo inaelezwa pengine unaweza kuwin hiyo bato ya kuonia kusimamia ama kuwa makocha wa klabu hiyo ya soka Yanga jina la kwanza ni aliyewahi kuwa kocha wa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans na esi mwingine ni Miguel Gamondi ambaye kwa sasa uh, yupo pale Singida Black Stars. Imeelezwa kwamba Gamondi uh, tayari amekamilisha uh, makubaliano na klabu ya Singida Black Stars kuweza kuterminate mkataba wake na kuweza kujiunga na mabingwa wa nchi NBC Premier League Young African Sports Club. Sasa tunaambiwa Gamondi ni asilimia nyingi sana anaweza kuwa kocha wa klabu ya Yanga kwa sababu kila kitu kimeshakamilika na ni swala la muda tu, kuweza kutambulishwa pengine ili aweze kuwa rasmi uh, kocha mkuu wa klabu hiyo lakini namba mbili anapewa pia aliyewahi kuwa kocha wa klabu hiyo na huyu si mwingine ni Profesa Nasruddin Nabi, ambaye kwa sasa yuko nchini Tanzania, japo tetesi zinaeleza pia ana mazungumzo na klabu ya Al Ahli Tripoli ya kule Libya, lakini inasemekana pia Young Africans wamemfikishia ofa na tayari wapo katika mazungumzo ya, ya kujua kama wanaweza kufikia mwafaka ama la. So hayo ndio yaliojiri, tupe maoni yako. Ni nani unahisi atakuja kuchukua mikoba ya Romain Folz pale katika klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans. So subscribe, ku drop comment lakini pia ku share video zetu.